Ni miaka mingi imepita since Diamond Platnumz afanye show ya Diamonds Are Forever. Of course, hii ni show ambayo amekuwa akiandaa yeye mwenyewe kwa ajili ya mashabiki zake. Ni show fulani hivi corporate sana ambayo imekuwa ikifanyika miaka ya nyuma since enzi ana date na Wema Sepetu, enzi ana date na Zari the boss lady. Watu walikuwa na vazi zao vitu vya upe tu. Walienda kumshuhudia Diamond Platnumz. Sasa Diamond Platnumz ametangaza kwamba anarudi na show hiyo ya Diamonds Are Forever kwa sababu ya mapenzi ambayo mashabiki zake wamekuwa kimuonesha kwa miaka mingi sana hivyo amemis kukaa nao, nao a kufanya nao naoh flani hivyo ambayo imenyooka sana. Kupitia ukurasa wake wa Diam uh, wa Instagram, Diamond Platnumz, ameandika ujumbe huu hapa akitoa taarifa za ujio wa show hiyo ya Diamonds uh, Forever. Diamond ameandika mapenzi yenu ni mazito, kwenye kila wimbo mmenifunza tofauti ya kupenda na kupendana. Hakika mimi na nyinyi tunapendana na nawashukuru sana. Katika kuadhimisha upendo wetu mwaka huu nitawafanyia Diamonds Are Forever Season 2. I'm excited. Hizo zote zilizopita zilikuwa ni Season 1. hii ni Season 2. Of course. Show hii bana, kama wewe unawaza kumwona Diamond Platnumz katika namna ambayo uh, ya shilingi elfu kumi elfu ishirini uh, basi kwenye show hizi, futa hilo wazo, kwa sababu uh, show hizi hata kwa miaka ya nyuma huko ilikuwa kiingilio chake ni kuanzia elfu hamsini mpaka milioni mbili w utakuwa nalipa kwa ajili ya tebo kumtazama Diamond Platnumz. Ilikuwa ni show flani ya corporate sana. Na watu wengi wakawa wanauliza why Diamond hufanyi aina hizi za show, kwa sababu ni show ambazo zinawakusanyisha, uh, zinawakutanisha na mashabiki zake fulani hivi ambao ni ngumu kwenda kwenye matamasha au kwenda kwenye show zenye mikusanyiko mingi ya watu, zile za uwanjani na sehemu nyingine kama hizo. Lakini pia of course kwa sasa Diamond kumkuta katika show za indo nazo imekuwa ni changamoto sana kwa sababu ya price yake imekuwa ni kubwa, uh, promoter kusema kwamba mlipe Diamond leo hii milioni mia mbili, uh, ili aje kuperform kwenye show yake ya indo, hatuna arena kubwa hapa Tanzania kidogo inakuwa ni changamoto sana. Hivyo tumekuwa tukimshuhudia Diamond Platnumz katika matamasha au shows ambazo anaziandaa yeye mwenyewe. So this time around Diamond Platnumz anakuja na Diamonds are forever. Lini itafanyika? Wapi itafanyika? Kiingilio kitakuwaje? Yeye mwenyewe kama vile ambavyo alitujuza kwamba ujio wa show hiyo basi atatujuza pia kwamba lini itafanyika show hiyo na wapi itafanyika show hiyo. Kiingilio itakuwa ni shilingi ngapi? Mimi naitwa Ricky Kisalala sana. Nitaji upropose hapa chini. Ni wapi ambapo ungependa Diamond Platnumz afanye show hiyo